Wa elimu, Read Tanzania na Karimjee Foundation wametoa zaidi ya milioni 30 kwa ajili ya ukarabati wa maktaba ya shule ya sekondari ya Ubungo, NHC na ununuzi wa vitabu kwa lengo la kuwasaidia wanafunzi na walimu wa shule hiyo kupata mahali pa kujisomea. Akizungumza na waandishi wa habari, afisa elimu vifaa na takwimu sekondari manispaa ya Ubungo Wema Mwakibinga mara baada ya uzinduzi wa maktaba hiyo amepongeza jitihada za wadau hao katika kuinua sekta ya elimu hapa nchini, huku akimiza itumike kwa malengo yaliyokusudiwa. Msaada huu tunaamini utawasaidia sana wanafunzi kuweza kujisomea na kuongeza upeo wako, upeo wao wa kufikiri na kuongeza ujuzi zaidi ambao wakati mwingine hawawezi kupata darasani, ila kwa kupitia vitabu wataongeza ujuzi ambao utawasaidia hata baada ya kumaliza shule. Kwa kupitia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, halmashauri ya Ubungo imepokea vitabu zaidi ya elfu arobaini ambavyo vimegawanywa kwenye shule zetu 36 za manispaa ya Ubungo kwa masomo tofauti tofauti. Na kwa mwaka huu wa uh, 2020 na mwaka wa fedha 24 25 tumepokea vitabu vingi sana ambavyo vimepelekwa shuleni kwa ajili ya matumizi ya wanafunzi, na wenzetu Read International wametuongezea vitabu katika shule hii ya Ubungo NHC, kwamba pamoja na vile vitabu ambavyo serikali imetoa pia Read Tanzania wametoa vitabu ambavyo vitasaidia kuondoa upungufu wa vitabu, kwa sababu kwa sekta ya elimu kwa upande wa sekondari mwanafunzi mmoja anatakiwa kuwa na kitabu kimoja kwa kila somo ambalo analisoma. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Read Tanzania akizungumza wakati wa hafla hiyo amesema mpaka sasa wametengeneza maktaba mia moja sabini na saba katika mikoa ishirini na mbili ya Tanzania bara vitabu milioni moja laki sita arobaini na nane mia sita ishirini na nane na kwamba wamefikia wanafunzi laki nane arobaini na saba mia tisa sabini na tatu na walimu wapatao 1322. Naitwa Naemi Silayo, ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Realizing Education for Development au RED Tanzania. Sisi ni wadau ambao tuko kwenye sekta ya elimu na maono yetu makubwa ni kuhakikisha kwamba taifa la vijana wa Tanzania hasa wanafunzi wanaweza kupata maarifa mbalimbali kwa njia ya usomaji kwa hiyo tumekuwa tukifanya miradi mbalimbali ya kutengeneza maktaba katika shule za sekondari za umma, na leo hii tuko katika shule hii ya Ubungo NHC Secondary sekondari. Uh, tumezindua maktaba mpya uh, na uzinduzi wa maktaba huu umegharimu kiasi cha shilingi milioni za kitanzania thela, milioni thelathini, na kiasi hicho cha fedha kimetumika kufanya ukarabati mdogo wa jengo kwa kuweka michoro mbalimbali mbali, lakini pia kununua samani mbalimbali ambazo zimewekwa kwenye maktaba hii. Tunazungumzia viti na meza. Tumeweka viti sitini na nane tumeweka meza, tumeweka mashelf pamoja na vitabu vya kiada na vya ziada vipatavyo mia nne kumi na tano Tunaamini vitabu hivi vitawasaidia wanafunzi pamoja na walimu, hasa kwa wanafunzi kuweza kujisomea. Na tumewekeza zaidi kwenye vitabu vile vya ziada kwa sababu tunaamini maarifa yanaletwa kwa mwanafunzi anapoweza kusoma vitabu zaidi ya yale ambayo yanafundishwa darasani. Kwa hiyo tunaamini kwa kutumia vitabu hivi ambavyo vimejikita katika maeneo mbalimbali, masuala mbalimbali ya kisiasa, ya kiuchumi, ya kijamii, hadithi mbalimbali mbali za zamani, na vitabu vingine ambavyo vinamsaidia mwanafunzi kujitambua yeye kama kijana na kumwezesha kuwa na kujijengea ile tunasema confidence. Kwa hiyo vitabu hivi vyote tumeweka katika maktaba hii ili kumwezesha mwanafunzi kuweza kujisomea na kujenga huo utamaduni wa kupenda kusoma. Lakini pia katika vitabu vilivyoko vya kiada, kuna vitabu ambavyo ni vya masomo mbalimbali mbali katika level ya sekondari hapa nchini, vitabu vile vya mtaala wetu wa elimu ya sekondari ambavyo pia vitatusaidia walimu weki pia katika kuandaa notes mbalimbali mbali za kufundishia, lakini vitawasaidia na wanafunzi wanapofanya rejea za masomo yao. Naye ya afisa mtendaji wa Karimjee Foundation akizungumza wakati wa tukio hilo amesema kuwa ushirika wao na Read Tanzania umesaidia kuboresha maktaba mbalimbali hapa nchini Tanzania kwao ni, ni kitu ambacho tumekuwa tukikifanya na tumekuwa tukishirikiana na mashirika mbalimbali mbali, hata kutoa baisikeli kwa watoto wa kike kwa kushirikiana na Msichana Initiative, lakini pia tumekuwa tukishirikiana na wengine ambao wanadili na domestic workers wote sawa, pamoja na mashirika mengine mengi. Ukiingia katika mtandao wetu utatupata, lakini leo lililotuleta hapa zaidi ni kuja kukabidhi library, kwa sababu tumekuwa pia tukishirikiana na Read Tanzania kwa muda wa miaka kumi sasa toka kuanzishwa kwao tumekuwa tukitoa mtowasan na tumekuwa tukiboresha library hapa na pale, na leo tumekuja mtaa wa Ubungo hapa Ubungo NHC. Uh, tumetoa library, tumekuja uh, kukabidhi hii library, ambayo library hii inachukua karibu watoto 64 kwa wakati mmoja, na tumetoa vitabu, tumetoa kompyuta, vitabu, madeski, yani library imetimia kwa ajili ya wanafunzi kusoma. Upande wake mkuu wa shule ya sekondari Ubungo NHC Rahab mko na baadhi ya wanafunzi Clarette Dennis na Justina Berege wameshukuru taasisi hizo kwa ukarabati wa maktaba hiyo na kwamba itakuwa msaada kwao katika kujifunzia. Na library nzuri ambayo imefanyiwa maboresho na Karimjee Foundation chini ya uratibu wa taasisi ya Read Tanzania, mazingira yamekuwa mazuri. Kuna vitabu, kuna meza, kwa hiyo tunaamini kabisa kwa kutumia mazuri, mazingira tulivu na salama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 tunaendelea kuwasisitiza wadau wengine pamoja na taasisi nyingine ziige mfano, um, huu wa Karimjee Foundation, kwa ajili ya kuinua faulu wa shule katika, uh, wa taaluma katika, sorry, katika kuinua ufaulu wa taaluma katika shule mbalimbali mbali za Tanzania kwa sababu uh, serikali ya Tanzania inajitahidi sana kuwekeza katika elimu na wanatengeneza miundombinu mbalimbali mbali katika kila kata. Kwa hiyo sasa limebaki swala tu kwa ajili ya kupata library nzuri ambazo zitatusaidia kupata vitabu mbalimbali vya kiada na ziada ili kuinua uh, taaluma yetu na elimu yetu ya Tanzania iwe bora zaidi. Hii maktaba itaenda ita, ita kutusaidia sisi katika kujifunza vitu vitu na vitu vipya ambavyo sisi hapa ambavyo hatuvijui. Kwa mfano kama tulivyoongelea kule kwenye kikao, walisema kwamba kuhusu app mpya iliyotoka ya ChatGPT, ambayo ukiuliza swali wanakujibu hapo hapo direct. Sasa hii maktaba tumeletewa sisi kwa ajili ya kujifunzia kitu mbalimbali mbali, na ujuzi mbalimbali ambao sisi wenyewe tunaweza tukaja kufanya baadaye tuletea vitabu katika maabara yenyewe tusaidia sana vitu vingi kitaaluma, kwa maana wanafunzi wengi katika nani, hakuwa, nini hivi darasani hivi hawapo much attention katika kusoma. Kwa hiyo kuletea kule hivi vitabu wame-wametupa ile wametupa ile attention, ambako muda mwingine walimu wanakuwa ambako walimu hawapo darasani, ambako tunakuwa free, ndio tukaja huku, tunakuja tunajisomea, na weze ne, kutusaidia kabisa. Kuna vitu vingine hatuvijui na hatufundishwi darasani, huku tunaweza tukavipata kupitia hivyo vitabu na tukajenga idea mpya katika masomo, na inatusaidia katika hivyo kukuza taaluma.